Kwa simu toka London, mimi ni naitwa Freddy Macha. Lakini kuna watu wananisoma miaka mingi katika magazeti na na tasnia nyingine za za mawasiliano kama TV na na vipengele vingine. Ningependa kuzungumzia kuhusu, nimeulizwa swali nilivyotoa kwa simu toka London kwamba malengo yangu na nini mtazamo wangu. Msanii, mtazamo wangu kama msanii sina mtazamo unaozidi kile achokioye-inachokionyesha lakini na na maadili au mambo ambayo nayaamini ambayo huwa na kama falsafa zangu ni nyingi, lakini kifupi, mimi nimekuuzwa na watu wazuri sana ambao walinifundisha. Ukianza babu, babu zangu uh, siwezi kuwataja wote. Lakini uh, nina familia nzuri sana ambayo nilikuwa nayo na nilikuwa nawasikiliza. Ni muhimu sana kusikiliza unavyofundishwa. Ukiwa mkaidi baadaye utajuta. Kwa hiyo ni vizuri sana ukifundishwa, hasa kama ufundishwa mambo ya maana nakusaidia baadaye, na nashukuru kama nimefanya, nimefuata vile. Ukiwa kama mnyenyekevu, ina, ina, ina, ina, ina faida zake mbele. Alafu pia walimu wangu shuleni nilikuwa na walimu wazuri wa kila taifa na Tanzania, tulikuwa tumebarikiwa walimu watoka wa Afrika, sehemu nyingine za Afrika mbalimbali, mbali za Tanzania tuna Wahindi, tuna Waafrika tuna, wa tuna makabila mbalimbali mbalimbali, wazungu kutoka nchi mbalimbali. Alafu nilipokuja kufanya, nilianza kufanya kazi nilikuwa na wataalamu wengi. Kwa mfano, nikitoa mfano kwa nini napenda sana mambo ya afya. Uh, mimi mwalimu wangu wa kwanza alikuwa ni mjomba wangu mwenye marehemu Harrison Mlinga ambaye nikiwa mdogo miaka 8 9 alikuwa ananifundisha kitu kinaitwa kibega. Nikiwa mdogo, kibega ni kitu kikubwa sana, mtu akikusukuma unamsukuma kwa kibega badala ya kumpiga ngumi. Ile kusukuma na sukumana ilikuwa inakujenga, ina nguvu. Sasa hiyo ndio mwanzo wa kusikia neno ma, mazoezi yanaitwa judo. Lakini sikuelewa maana yake mpaka baadaye. Sasa baadaye ndio nikafanya, kwa vile mimi sina umbo kubwa, kama sio mkubwa, kwa hiyo unakuwa unaonewa. Afu mimi ni chiope dawa sio, nikikuwa mdogo tunaitwa chiope dawa, watu wadogo, unaonewa unapigwa makonzi na nini. Sasa mimi ile siku siku sikuruhusu nitokee mimi, kwa vile nilikuwa na wajomba zangu walikuwa wanamfundisha mtu namna hiyo. Sasa tukija katika baadaye, ka kijana miaka kumi na tisa, nilianza kufanya karate na mwalimu Bomani. Sensei Bomani alitoka Marekani walikuwa pale mwalimu Nyerere na Nkrumah wa Ghana waliruhusu wapigania huru kutoka nchi mbalimbali mbali, na walikuwa wanakimbia unyanyasaji wa watu weusi Marekani. Alipokuja Bomani alianzisha karate nyumbani. Sasa watu wengi wanazungumzia karate wanaita kareti. Kareti ni Kiswahili lakini karate neno la Kijapani maana mikono mitupu, maana yake sio kupigana, maana yake ni kujielewa mwili, kuulinda mwili. Sasa ile falsafa ilinisaidia sana, maana alikuwa anahusisha pia mambo ya kula na Bomani alijifunza Kiswahili. Eh, sasa Bomani alijifunza tabia za nyumbani, alikuwa anapika ugali. Alioa Mtanzania. Sasa kuna Watanzania walikuwa wana wanamtania wana, wana, mtania, wanamsanifu kwa vile Kiswahili chake. Unajua ukijifunza lugha ya wageni, mimi nilijifunza lugha nyingi za kigeni. Lafudhi yako lazima ina haiwezi kwa kama ya wananchi. Sasa walikuwa wanamtania na kusema weka mikono juu, weka ngumi juu. Sasa walikuwa wanacheka ile, wanasema huyu bwana mzungu tu. Sasa yule utani mbaya, lakini jamaa alikuwa na utaaluma, ana taaluma na ile imenisaidia maisha yangu yote, nifunza karate baadaye nifunza aina nyingine za mapigano mpaka leo naendelea na mambo. Sasa huo ni mfano mzuri kwa kufuata maelekezo ya wataalamu e. Sasa katika katika uandishi, mimi kazi ninazofanya nazipenda. Mimi chochote ninachokifanya ninapenda, hata ninapozungumza na hapa katika hii simu, ninapenda ninachokifanya, si lazimisho, wala sioni kama kuna ugumu wote, wala sithamini vitu vingine ambavyo vinakuja navyo, kama watu wanazungumzia, mimi lazima unipe hela na mimi sawa hela ni kwa ajili ya matumizi, lakini mi napenda kitu nachokifanya. Sasa nimesafiri nchi nyingi, nimeishi na watu wengi, na kitu kikubwa duniani kwamba dunia siku zote ina matatizo, na toka tumeanza tumeanza sisi maisha ya ulimwengu huu, kumekuwa na matatizo ya watu kufikiria kwamba mwisho wa dunia umefika, kwa vile matatizo mengi sana. Hebu hebu tufikirie hilo kwa undani zaidi. Zamani uh, wakati karne zaidi ya 18 zilizopita wanadamu wababu zetu na bibi walikuwa wakafikia dunia, ukienda moja kwa moja utafika ukingo na utaanguka. Kwa mfano, kama unatoka Dar es Salaam kwenda mpaka Kigoma, utafika mwisho, utaanguka kwenye ziwa Tanganyika. Kwa hiyo walikuwa hawaamini kwa dunia ni mviringo, kwa wanajua kwamba matatizo mengi sana. Sasa kwa hiyo watu wengi wanazungumzia mwisho wa dunia, kwa vile sasa hivi kuna ugaidi au kila katika kila mhongo au muongo E, ku, ya miaka kumi kuna kwaga na tatizo kubwa sana ambalo linafanya wanadamu wafike kuna mshada dunia na matatizo yangu leo. Kwa hiyo tunapendi kujua kwamba dunia siku zote imekuwa na uzuri na ubaya, matatizo na furaha, imekuwa na weusi na upe, mchana na usiku, giza na mwangaza. Hiyo ni kanuni ya maumbile. Kwa hiyo mimi napenda sana kuonyesha matumaini, napenda kufurahia maisha na kufurahia ulimwengu. Ndio moja kadhia zangu na mtazamo wangu, nimekuwa nao toka zamani tukiwa mdogo. Jambo la pili ndio chimene mimi napenda sana Kiswahili. Kiswahili ni lugha muhimu sana ndio maana naitumia katika Kwa Simu Toka London na sisitiza uh, lugha fasaha ya Kiswahili kwa vile kila watu duniani wana lugha zao, Warusi wana lugha zao, Wachina wana Kichina, Wajapani, wa Brazil wana Kireno, Waingereza wana Kiingereza. Sasa sisi sijui kwa nini tuna hiyo ufinyu kwa maana tunafikiria ukisema neno Afrika neno la like, Kiingereza utaonekana una akili zaidi, lakini akili ni wewe kujua cha kwako mwenyewe kikoje. Kupenda kipara chako kupenda kidevu kupenda kidevu kupenda kila kitu. Kwa hiyo ni muhimu sana wewe kujipenda wewe mwenyewe. Kiswahili ni lugha inayokuwa katika lugha kumi za kimataifa zinazokuwa haraka duniani, lilisema mwaka elfu mbili na mbili, kama miaka 15 iliyopita na Umoja wa Mataifa, na ni lugha ya saba inayokuwa haraka. Kuna Kichina ambayo imejenga Kimandarini na, ki, na Uh, Mandarin na nini lingine alimesawi lingine lakini Kichina kwa jumla kinakuwa, kuna Kispanyola, kuna lugha nyingine zinazokuwa kama Kiarabu na nini. Sasa hizi lugha zinakuwa haraka na zinapendwa. Kiingereza ndio lugha mama inayoongeza duniani, lakini Kiswahili ni moja ya lugha inayokuwa haraka. Kwa hiyo lazima tuipiganie sana na tuzungumze Kiswahili fasaha. Kwa hiyo kipindi changu kitakuwa na lugha fasaha ya Kiswahili, hata ninavyohoji watu, hata wakisema Kiswahili wakichanganya na maneno ya Kiingereza, kama mtakavyoona, mimi siku zote nitakuwa najaribu kusahihisha na kuweka neno la Kiswahili pale ndani. Naona watu wengi siku hizi hasa wasomi na, wa na wanasiasa na viongozi wana hilo tatizo la kuchanganya Kiingereza kwa vile wanafikiria labda ndio wataeleweka zaidi, lakini sio kueleweka. Sasa kama unataka kuzungumza Kiingereza zungumza Kiingereza basi. Huo ndio moja ya msimamo wangu. Kitu cha tatu ambacho ningependa kusisitiza ni kwamba hii simu unaitumia ni ni teknolojia kirahisi sana sio sio, situmii vyombo vingi, ni simu tu, nakwenda nayo nazungumza na watu duniani popote pale mitaani, au naona kitu kinatokea nakifanya pale pale. Kwa vile mimi nasafiri sana, kama kazi zangu za kufundisha, kazi zangu za muziki, ukalimani, kazi za afya nazofanya usingaji, natembea sana, nchi nyingi, miji mingi, mitaa mingi, kila mahali nakwenda. Kwa hiyo si ninakuwa na vitu vingi. Kwa hiyo kifupi ndio hivyo, msikilize kipindi, jaribu ku, ku, ku.